Nataka niwatajie machache, kwa sababu spishi ya raisi iko kwenye ni mitandao, nendeni mkaisikilize. Baadhi ya hayo Samia ameunga mkono hoja ya kwamba tuna nilisema habari ya mtu wa Lugenge kulipa elfu kumi akienda hospitali ya mkoa, wanamwambia bima yako ni ndogo, asipotibiwa, wanasema hela yako ametumia mwingine, halafu huyo mwingine ambaye yeye ya bima yake ni kubwa, asipotibiwa haiji kukusaidia wewe mwenye bima ndogo. Nilizungumza kwenye kampeni nikasema walishindwa kwenda shule. Kwa hiyo hawa wataalamu wanatumia sheria vibaya kuwaumiza Watanzania kwa sababu sheria zile zimeandikwa kwa Kiingereza. Mimi nikasema kama taifa limeweza kubadilisha sheria ya uchaguzi na kuwa ya Kiswahili, basi wabadilisha Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan juzi amelipokea hilo na ameliingiza kwenye ilani yake. Jambo nyingine nikasema vijana wengi wanapanga, watu wanajenga nyumba haziishi kwa sababu vifaa vya ujenzi vimepanda bei. Tunahitaji kupunguza vifaa vya ujenzi ili vijana watoke kuishi kwa wazazi wao wakajenge nyumba zao nzuri ameingiza kwenye ajenda zake za msingi. Kwa hiyo tutarajie vifaa vya ujenzi kushuka bei. Jambo lingine ambalo nililizungumzia ni ishu ya katiba mpya, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amelipokea nalo, kwa sababu hizi kampeni walikuwa wanazifuatilia, na ndio maana kwenye mikutano ya tulikuwa na mtu toka ofisi ya msajili, lakini tulikuwa na tume ya uchaguzi ilikuwa ikizunguka ikitukagua. Sasa niwaambie, siri, mmepeleka mtu sahihi. Ukiona una mbunge ambaye akizungumza jambo lake hata serikali haichukui, huyo ni mbunge mfu. Tulipiga kelele barabara ya Ludewa. Juzi Samia amesema barabara zote zilizokuwa zimesimama zitaanza kutekelezwa. Sasa mimi nikasema amezungumza vizuri sana. Tunasubiri vitendo. Sasa

imekabidhiwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania niliahidi kwamba ofisi ya mbunge itakuwa na wakili yeyote anayenyanyaswa kwenye nchi hii hasa na, na serikali serikali sijui mwenyekiti sijui mtendaji siui kilikwenda karudi akatetewe na wakili wa ofisi ya mbunge